Hujambo, na karibu mpendwa wa mtazamaji msikilizaji wa Didas TV popote uliko, na kukaribisha kujiunga na chaneli yetu. Mimi ni Biju, nimekuletea tuangazie uso mkoa wa Kivu Kaskazini. Jumla ya wapiganaji 16 na washirika wao 23 wa kundi la waasi wa AFC M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi. Wapiganaji hao wa zamani waliwasilishwa kwa vyombo vya habari Jumamosi uko Beni na msemaji wa operesheni za Sokola ya kwanza Granor, kwa mujibu wa maelezo yao. Wengi wao walidaiwa kuwa walitekwa na kulazimishwa kujiunga na mafunzo ya kijeshi katika eneo la Chanzo huko Ruchuru. Baada ya muda walitoroka na kujiunga na jeshi la serikali wakiwa na sare za kijeshi na bunduki ya aina ya AK-47 wakikataa kupigana dhidi ya raia wenzao wa Kongo. Kakule Abdul Justin, mkazi wa Kibirizi, alieleza jinsi yalivyotoroka kundi la wahasi wa M23 huko Mbingi na kuelekea Kasagu magharibi Marubero Center. Nilikuwa nikitoka shuleni nilikokuwa nikifundisha wakati nilipokamatwa na wahasi. Baada ya siku moja kizuizini, tulipelekwa Chanzo kwa, kwa mafunzo ya kijeshi katika maeneo ya Lubero, nifanikiwa kutoroka nikajiunga na jeshi huko Kasugu, alisumulia Justin. Luteni Mark Elongo, msemaji wa operesheni za Sokola ya kwanza Grand Nord, alisifu hatua ya wapiganaji hao kujisalimisha, akiwataka waliobaki miongoni mwa wahasi kurejea nyumbani na kujiunga na jeshi la taifa. Wanyarwanda wanapotosha wananchi wetu wale waliosajiliwa kwa lazima wakumbuke kiapo chao kulinda taifa, wapoteze hofu na kurejea katika safu za FARDC, alisema Luteni. Hata hivyo, licha ya juhudi za kidiplomasia zinazolenga kurejesha amani, waasi wa M23 wanaendelea kuimarisha ngome zao katika maeneo ya Lubero na Masisi.